Baada ya swala kila mmoja wetu hutafuta utulivu wa moyo, baraka katika maisha na ukaribu na Allah, lakini mara nyingi tunasahau kuwa siri kubwa ipo karibu nasi, ndani ya ibada tunayoifanya kila siku ya swala, na zaidi, ndani ya dhikr baada ya swala. Maana ya dhikr: dhikr ni kumkumbuka Allah kwa maneno ya sifa, kumhimidi na istighfar baada ya sala Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha masahaba wake adhkar maalumu. Kwa mfano kusema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, na na Allahu akbar mara 34. Hii siyo tu maneno ya ulimi, bali ni chakula cha roho. Faida za dhikr: dhikiri baada ya sala ina faida nyingi sana. Kwanza, inaikamilisha ibada ya swala. Pili, inaondoa uzembe na huufanya moyo ukumbuke lengo lake kuu, kumtii Mola. Tatu, inafungua milango ya riziki na baraka, kwani anayemkumbuka Allah, Allah humkumbuka. Na kubwa zaidi, inatoa utulivu wa moyo. Allah anasema katika Qur'an, kwa hakika kwa kumkumbuka Allah nyoyo hutulia, Suratu Ar-Rad. Siri ya utulivu wa moyo. Utulivu wa moyo si kitu cha kununua, bali ni zawadi ya kiroho. Wakati unapotoka kwenye swala, dunia hukimbia na mawazo huwa mengi. Lakini unapokaa dakika chache, ukirudia adhkar, moyo wako hupata nguvu, roho hupata faraja na akili hupata mwanga wa kutenda mema. Ndugu yangu, usikimbilie kuondoka baada ya swala. Dakika chache za dhikr zinaweza kubadilisha siku yako yote. Fanya dhikr baada ya swala kwa uthabiti, na utaona siri ya utulivu wa moyo, baraka na ukaribu na Allah katika maisha yako. Allahumma aj'alna minadhakirin, ewe Allah, tufanye tuwe miongoni mwa wanaokukumbuka daima. Amin. Asante kwa kutazama Soul Reflection.